fulani mzuri ambaye wa kujiachia, lakini bwana mfumo wake ukocha kidogo umekuwa una utatanishi kwa sababu Yanga wanacheza mpira ndio wanashinda, lakini mpira unaocheza ni ovyo. Sasa hiki kitu kimuumiza sana viongozi wa Yanga pia kimuumiza na mashabiki. Kwa nini bwana mfumo anaowachezesha huyu kocha umekuwa unaumiza sana. Wanacheza kwa ku, kwa kujami sana, wanacheza kwa ku sana. Ni yani, mfumo wao umeangusha sana. Sasa stori zimekuwa nyingi sana. Pia tukaja upande wa kocha. Kocha alichongea bwana, alisema wachezaji wake hawajitumi. Lakini mfumo anaotumia ni mzuri na ni kocha mzuri na anafanya vitu vikubwa sana huko alipotoka. Kwa hiyo wachezaji wake hawajitumi tu, wamepooza kina mna fulani, na amekaa nao, umeongea nao sana. Lakini bado mechi tatu sasa hivi wamezicheza, lakini bado wamedirep wa sana, wanacheza mpira wa kawaida sana. Kwa hiyo kocha ameongea mengi sana kuhusu wachezaji wake kuhusu kujituma, na ameumizwa sana huyu kocha. Anasema tu mashabiki na viongozi wanamsema, lakini sio yeye pia. Mm, ni wachezaji wake hawajitumi, kwa mambo mengi sana ameongeleka kwa huyu kocha, bwana, mambo mengi sana lakini, itakuwaje? Watabadilika au kocha atabadilika mbinu, au yanga watamkataa huyu kocha? Mambo ni mengi sana, stori ni nyingi sana, nakukumbusha tu ndugu yangu, usisahau ku comment na ku like na ku subscribe, ili kupata habari zinazotende nyingine mtandaoni yangu. Ni hayo mtongo nguvu, asante sana.